na wafuatiliaji wa chanel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa masomo yetu ama darsa zetu, leo tutazungumzia tafsiri za ndoto za maswahaba. tafsiri za ndoto za maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Wanasema wanawazuoni akiwemo Ibnu Sirin na Al Ustadh Abu Saidi rahimahumullah

maana yake ndoto hiyo, Allah atakukirimu au utapata au atapata huyo mwenye kumwota Sayyiduna Abu Bakari akiwa hai, arraafatu huruma, wa shafaka na upendo, ala ibadillah, juu ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Yaani Allah akikujalia ukamuota Sayyiduna Abu Bakari akiwa hai, maana yake Allah atakukirimu upole Allah atakukirimu huruma, Allah atakukirimu upendo juu ya waja wa Mwenyezi Mungu. Utakuwa ni mpole mwenye upendo na ni mwenye huruma kwa waja wa Mwenyezi Mungu. Naam, wa maraa Umara radhiallahu anhu, anaendelea, anasema al-Sheikh Ibnu Sirin katika kitabu Tafsirul Ahlam, anasema wa maraa Umara radhiallahu anhu na mwenye kumuota usingizini Sayiduna Umar radhiyallahu anhu, ukrima bilquwwati fidini, jambo la kwanza Mwenyezi Mungu atampa huyo mtu e, nguvu katika dini, atapata nguvu katika dini. Ukrima bimaana, atapata ama atakirimiwa alquwwatu uh, fidini, nguvu katika dini wala adilu fil aqwali, na uadilifu katika kauli zake, atakuwa ni mtu mwenye uadilifu e, wa kauli, yani kauli zake zitakuwa ni za uadilifu. wahasuna siratu fi man tahta yadahu wahasuna, wahasuna siratan fi man tahta yadahu na vilevile vile, Ye, ata ata Mwenyezi Mungu atamkirimu mwenendo mzuri kwa wale walioko chini yake, yani Allah atakukirimu utakuwa ni mwenye kuwaangalia vizuri na kuwahurumia na kuwasimamia vizuri wale walioko chini yako. Ukimuota Sayiduna Umara radhiallahu ta'ala anhu

Maana yake ndoto hiyo ni kwamba utaruzukiwa haya. Mwenyezi Mungu atakuruzuku utakuwa ni mtu mwenye kuona haya eh, utakuwa ni mtu mwenye kuona haya, na mtume sallallahu alayhi wasallama anasema alhayau min alimani, kuona haya ni miongoni mwa sifa za imani, ni miongoni mwa alama za imani eh, ukimwona mtu amekosa haya maana yake hana chembe ya imani hana athari ya imani. Kwa hivyo ukimuota sayyiduna Uthmana radhiallahu anhu hayyan, ya kwamba yu hai yuko hai ruziqa hayaun, Mwenyezi Mungu atakuruzuku haya, utakuwa ni mwenye haya wa haiba na heshma, na heshma, Mwenyezi Mungu atakuruzuku utakuwa ni mtu mwenye heshma, utaheshimika, watu watakuheshimu wakathura husaduhu na watakuwa wengi maadui zake, watakuwa wengi mahasidi wake. Manake ukimwota sayiduna Uthman, ujue kabisa una mahasidi wengi, kuna mahasidi wengi sana, wana kuhusudu wanatamani, e, wanatamani, e, upatwe na matatizo usipatwe na neema. Maana yake ndio hasidi. Hasidi ni mtu asiyekuwa na furaha unapopatwa na neema. Hasidi ni mtu ambaye hatamani upatwe na neema. Eh, kwa hiyo eh, ukimuota Saidu na Uthman radhiallahu anhu ko hai, maana yake wewe una mahasidi wengi, lakini pamoja na hayo Mwenyezi Mungu atakupa haya, atakuruzuku hayau na atakuruzuku heshima

anasema shekhe, ukrima bila ilmi, Mwenyezi Mungu atakukirimu elimu, utapata elimu. Mwenyezi Mungu atakukirimu elimu, utapata elimu yenye manufaa. Waruzika shajaa, na Mwenyezi Mungu atakuruzuku ushujaa, utakuwa ni mtu shujaa. Wa zuhudi, na Allah atakuruzuku zuhudi. Zuhudi maana yake ni kutoshughulishwa na mambo ya kidunia manake, utakuwa wewe ni mwenye kuipa mgongo dunia na mwenye kujishughulisha kwa ajili ya mambo ya akhera. Hata kama utajishughulisha na mambo ya kidunia, basi utajishughulisha kwa kiasi ambacho hayawezi kukufanya ukamsahau Mola wako Subhanahu wa Taala. Kwa hivyo ukimuota Amiri lmuminina Sayiduna Ali ibn Abi Talibi karamallahu wajha yuko hai, maana yake hiyo ni ndoto ya kheri na Allah atakupa elimu na atakuruzuku ushujaha, ushujaa na vile vile, e, zuhudi kuipa mgongo dunia. Naam. Lakini e, wanaendelea wanawazuoni wanasema

Inamaanisha ya kwamba sahibu ruya, huyu mtu aliyeota, kama ni wewe, ndiye uliyewaota maswahaba wako hai, yanalo izzan. Kwanza utapata heshima, watu watakuheshimu sana, jamii itakuheshimu sana. Washarafan na utukufu E, usharifu utukufu. Maanake sharifu manake ni mtukufu, ni mheshimiwa, utapata utukufu. Wa ya'alu amrahu na e, kitapanda cheo chake, wa ya'alu amrahu na, kitakuwa aala, eh, kitakuwa juu, kitapanda cheo chake. Kwa hivyo ukiwaota maswahaba wako hai, hiyo ni ndoto nzuri, inamaanisha e, Mwenyezi Mungu atakupa heshima utukufu, na utapandishwa cheo chako. Naam, lakini wanaendelea kwa kusema fa inraa, fa inraa kaannahu sara wahida minhum, ikiwa mtu atalala akaota kwamba amekuwa mmoja miongoni mwa maswahaba, kwa maana na yeye amekuwa ni swahaba miongoni mwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama maana yake yanalu shadaidu, maana yake huyu mtu atapata shida sana katika maisha yake, kwa sababu kama tunavyojua maswahaba walipata tabu, maswahaba walipata shida. Kwa hivyo na huyu mtu atapata shida. Thumma yurzaku adafuru ala a'daihi, kisha baada ya hizo shida kama walizopata maswahaba, Mwenyezi Mungu atamruzuku huyu mtu ushindi juu ya maadui zake, yaani utawashinda maadui zako, wale wanaokufanyia ubaya, wanao wanaotamani uteseke, wanaotamani upate tabu, wanaokutakia mabaya, wale wasiokutakia neema, basi utawashinda kwa idhini, biidhnillahi taala, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya ndoto za maswahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Mwisho, ndugu yangu mtazamaji, kwa mahitaji ya tafsiri ya ndoto zako binafsi, tuna tafsiri kwa sadaka ndoto binafsi, tuna tafsiri kwa sadaka. Tuma sadaka yako kupitia sifuri sita tano mbili ishirini na nane sitini na tatu ishirini na tatu hiyo ni namba yetu ya yas jina litakuja shaabani mponda ndoto binafsi hatutafsiri bure jamani mtume na hizo sadaka kutupa sapoti e, tunahitaji bando la kuweka videos kama hizi tunahitaji vitabu kwa mfano hizi ndoto ninazoota hizi ndoto ninazoota unaona hiki hiki ni kitabu na ni kikubwa hakiuzwi shilingi elfu moja hiki unakiona hiki kwa hiyo tunahitaji hivi vitabu kwa ajili ya kupata tafsiri ya ndoto zenu. Eh, lakini pia chaneli yetu bado ni changa. Tunahitaji kamera, tunahitaji eh, laptop, tunahitaji taa kwa ajili ya kushutia usiku, tunahitaji green screen, Tuna mahitaji mengi, kwa hivyo naomba kama unahitaji tafsiri ya ndoto zako binafsi, tutumie sadaka yako kupitia nambari hizo, kisha tutumie ndoto zako, au tupigie simu tueleze ndoto zako, tutakutafsiria. Wallahu taala alamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.